Mtazamaji, kwa mara nyingine tena uh, tunakutana mimi na wewe uh, katika harakati ambazo tunazifanya, kikubwa ni kupeana maarifa juu ya masuala mbalimbali ambayo yanawahusu vijana, iwe katika upande wa positive way au upande wa negative way, lakini tunaangalia njia sahihi za kuwarudisha na kukaa katika level nzuri ya maisha ambayo inatakiwa. Leo tutazungumzia uh, sana swala la athari zinazowakumba vijana ambao wanaondoka makwao mapema kabla ya umri tarajali. Eh, unajua kuna umri ule tarajali ambao mtu anaonekana kabisa tayari ameshakomaa kifikra, ameshakomaa kwa kila kitu, ana uwezo wa kutoka na kwenda kujitegemea. Lakini kuna vijana wengi ambao huwa wanatoka majumbani kabla ya umri tarajali wa kutoka kwenda kujitafutia maisha. Je, kuna athari gani ambazo wanaweza wakakumbana nazo huko ambako wanakwenda kujitafutia maisha? Na leo niko na Mr. General Faka hapa ambaye ataweza kukupitisha kwa uzuri kabisa kujua hizo athari ambazo vijana wanaweza kukumbana nazo ambapo wataondoka nyumbani mapema kabla yule muda tarajali akuweza kwenda kujitegemea. Karibu Mr. Yeah, uh, kwa majina naitwa uh, Matendo Andrew, Mr. General Faka kama ambavyo umenitambulisha, na kwa kweli uh, tumekuwa tukijaribu kujitahidi kuongea na jamii kuhusiana na mambo mbalimbali mbali. Yeah. Uh, kama ambavyo umetangulia kusema kwamba kuna athari uh. Sasa mara nyingi sisi huwa tunapenda kutembea na fakta zote mbili. Okay. kwamba kuna athari chanya na athari hasi za mambo mbalimbali yanayohusu jamii. Sasa leo nadhani tumekusudia kuongelea zile athari hasi, si ndio? Uh, yale mambo ambayo uh, kijana anapowahi kuondoka nyumbani na hatutaweza kuongelea a kizati ni muda gani sahihi kijana kuondoka nyumbani, lakini uh, tumekuwa tuna vipindi uh, ambavyo vijana wanaona kwao ni muda sahihi wa kuondoka e, majumbani na kwenda kujitegemea. Sasa kuna kuna athari chanya na athari hasi, kuna vijana ambao baada ya kutoka nyumbani wanakwenda kukumbana na um, mafanikio na kuna vijana ambao wakiondoka nyumbani wanaenda kukumbana na matatizo, changamoto mbalimbali na wengine ambao wanaingia kwenye ma, ma, ma, ma, matumizi ya madawa na kadhalika, sababu inakuwa ni kuondoka nyumbani mapema. Sasa uh, leo tunatembea na, na, na fakti kama nne hivi, actually fakti ziko nyingi, lakini mara nyingi tumekuwa tukiongea zile ambazo ni ni common sana, yani ambapo kwa kila kijana anayewahi kutoka nakumbana na exactly, yani ukikutana katika kila vijana watano ambao wamekumbana na, na, na hizo changamoto utakuta ni sababu ilikuwa ni kuwai majumbani . Okay. Sasa sababu ya kwanza uh, ni, ni kuteleza kwa maadili. Yaani kwamba kijana anapowahi kuondoka nyumbani maana yake ni kwamba anakosa uangalizi ya ule uangalizi wa karibu wa walezi au yeah, wa kifamilia wa wazazi. Hmm. Unajua mara zote uh, uchungu wa mwana wanasema ujuae nani? Mzazi. Mzazi, si ndio? Kwa hiyo kijana anapoondoka nyumbani mapema maana yake ni kwamba ule ukaribu wa wazazi uh, vijana wengi wanakuwa wanaukosa kwa sababu ya ule ubizi wa kuwa na uhangaikaji wa maisha. Vijana e, wengi unakuta wanajiingiza katika uh, tabia hatarishi kama vile ulevi, madawa ya kulevya na mahusiano yasiyo kwa salama, kwa sababu unapo, kijana anapokuwa yuko anajitegemea mwenyewe, maana yake uh, baada ya kutoka kuhangaika kujitafutia riziki, anajichagulia yeye aende akatembee wapi, aende okay, akaongee na akina nani Eh, aende haka, akafanye nini, hivi vitu vyote kama anakuwa hana uangalizi wa kifamilia, maana yake ni kwamba ni rahisi sana kujiingiza kwenye kwenye kwenye, kwenye hii ulevi, madawa ya, ku, ya madawa ya kulevya, mahusiano yasiyo kwa salama, wizi na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo kuondoka nyumbani mapema kwa kijana uh, athari mmoja wako ni hiyo kwamba kuteleza kimaadili inakuwa ni rahisi sana. Uh, kwa, kwa umri huo wa kijana kama angekuwa yuko nyumbani, maana yake ni kwamba hata aina ya marafiki ambao angeweza kwenda nao nyumbani, wazazi wangeweza kujua mapema kama kijana huyu ambaye unakuja naye hapa sio sahihi, wangeweza kumwalati na kijana akajua kabisa kwamba okay, kumbe aina hii ya kijana. Mimi nitakutolea mfano mmoja. Nimewahi kuwa na rafiki yangu mimi wakati ya uh, umri sijapevuka, nilikuwa napenda sana kufuga Dread, sawa okay. Sasa nimewahi kwenda, nilikuwa ni na rafiki yangu mmoja, nilikuwa naishi Zanzibar, nilikuwa na rafiki yangu mmoja. Unajua Zanzibar wenzetu kidogo maadili wanajali, wanafuatilia wan, wan, yeah, yeah, yeah, yeah. Sasa nimekwenda kumuulizia rafiki yangu kwao, mimi si mipombe sivuti sigara, yule yule kijana wao sigara anavuta, mimi sivuti hata sigara okay. lakini kwa jinsi ambavyo nimeenda kwao kumuulizia oh, wao mimi kumu nikatafsiria mimi mlevi na kuni ya ponde na vitu vingine shanielewa kitu ambacho wakijuni kama wao. Ndugu langu alikuwa anatumia hadi sigara, lakini muonekano wake ulikuwa mzuri, anaaminiwa. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo uh, wazazi au familia ina uwezo wa kusense kuona tabia za watu ambao umeongozana nao. Jambo la pili ni, ni msongo wa mawazo na magonjwa ya akili. Eh, magonjwa ya akili ya, ya, kijana kama akiondoka nyumbani bado mapema na akakosa uangalizi wa familia, maana yake ana ile shinikizo la kusimamia maisha yake mwenyewe peke yake linaweza likamsababisha akaingia kwenye kwenye msongo wa mawazo eh, mpaka kupata magonjwa ya akili tunaita kwa lugha ya haraka haraka uchizi, uchizi, ushanifahamu eh, kwa sababu anakuwa hakupata maandalizi ya kutosha E, kuto kupata maandalizi ya kutosha maanake unamsababishia kuwa na, na, na, na, na msongo wa mawazo stressi, e, kuna kitu kinaitwa sonona, na, na, na, depress, eh, kuna kitu kinaitwa so, hii kitaalamu inaitwa depression. Sawa, ni, ni, ni, ni, ni hali ya kuwa na mawazo ya kuwa unahitaji kupata kitu lakini haukipati, haukifikii. Sasa unapokuwa huko nyumbani, ni rahisi sana hata wazazi kukushtukia na kujaribu kuongea na wewe naaka. Sawa, unapoishi peke yako ni vigumu sana kuweza kuhendwa haya mambo, ndio unakuta vijana wanaamua kuingia kwenye biashara za ovyo, kuuza madawa ya kulevya. Maana baada ya kuamua kuwaza kwa akili ya kawaida kufanya biashara kizidi kizidi, ndio linampelekea kuwa na hii hali ambayo mara nyingi inasababisha ina, ina, ina, ina, tunawakosa vijana na wanakuwa pia hata na wasiwasi, yani anakuwa ni kijana ambaye anaishi kwa hofu n yani, uh, hata kuna baadhi ya rafiki zake anaweza kawa na wakimbia. Ushai kumkuta rafiki yako ambaye ulipoteza naye muda mrefu, alafu kakutana naye naye, umeelewa? Na kuna wengine huwa wanatukimbia, unajua, yani kuna wakati kijana anaweza kaukimbia, yeye akitangulia kukuona wewe anakukimbia, kwa sababu jamaa kwa sababu naye bwana, ataniona mimi ni mtu wa aina gani? Kwa hiyo anakuwa na ile hali ya wasiwasi. Jambo la tatu ni, ni, ni kutumbukia katika madeni eh, au umaskini ambao haukuwa wa lazima. Unanielewa kwamba vijana kwa kwa wasiokuwa kwa na mipango mizuri hmm ya kifedha au ajira ya uhakika, anaweza kukopa. Yaani ile hali ya kukopa inamuingia kwa sababu anajikuta kabisa kwamba anaishi peke yangu. Uh, umeme nadaiwa, gesi, uh, sina hata hela ya kununua mkawa elfu moja sina lakini kuna hapo nje kuna kibanda wanakopesha kopesha. Siku hizi mikopo imekuwa mingi eh, kijana anaweza kaingia kwenye hiyo hatari ya kuingia mikopo ambayo haikuwa ya lazima. Eh, na kuingia kwenye hiyo mikopo, maana yake ni kwamba lazima kutamuingiza kwenye hali ya kuwa na mawazo, kwa sababu kama unaingia kwenye mikopo na hauna kazi au unaweza kulipa, lazima utakuwa na wakati mgumu wa kurejesha hiyo mikopo. Kwa hiyo kukosa ukikosa mipango mizuri ya kifedha, maana yake ni kwamba hata ile unayoipata ndogo utaitumia ovyo. Ukishaitumia ovyo, ikiisha, lazima utaingia kwenye madeni. Kwa hiyo ukimbia kwenye madeni maana yake ni kwamba tayari umeshajitengeneza mazingira ya kwenda kwenye umaskini ambao haukuwa wa lazima. Kama ungekuwa uko nyumbani maana yake ni, ni kwamba usingeweza kufikiria kukopa hela kwa ajili ya kununua gesi, usingefikiria kukopa hela umene, kwa sababu ya kulipa umeme kwa sababu si unaishi nyumbani bwana mm. Lakini kama unaishi mwenyewe umepanga na wapangaji wenzao wanakupigia kelele utaona kuna sababu gani si niende nikakope tu hapo nje laki moja au elfu hamsini, kumbe haya kitu kingine, unajiingiza kwenye matatizo zaidi. Na siku hizo watu wameenda mbali zaidi wafanya biashara, tunakopesha hela kwenye simu, eh, kwa njia nyepesi tu, 2000, 2500, 30 unaipata kiraisi. Asa ukishaipata, kwa mfano ile ukishakopa tu, umesolve deni ile la umeme. Alafu baada ya wiki moja wale jamaa wanakupigia simu kila wakati na wanaanza kudai. Of course. Alafu yes, sasa yes, kama wanakupigia simu kila wakati, suluhisho kwa kwa kwao itakuwa ni kuzima simu. Ukizima simu maana yake ni kwamba ile michongo ambayo ungepigiwa simu uende ukasaidie fundi uweze kuipata tena. Sio kuzima simu. Sasa ukizima simu, simu utapigiwaje? Huwezi kupigiwa. Kwa hiyo tayari umeshajiingiza kwenye dimbwi la umaskini unaokithiri, eh, kwa sababu za namna hiyo. Na jambo la nne ni kupoteza bila ya maisha kwa sababu, ah, mara nyingi wakati vijana wanawaza ile hatua yao ya kwanza ya kuwaza kuondoka nyumbani, wanakuwa na namna ambayo wanawaza dira hiyo sasa, kwamba bwana, eh, mimi nikitoka hapa, nikishapanga baada ya miezi kadhaa, najua nitafanya hivi, itakuwa hivi. Hiyo ni dira, si ndio? yes. Sasa baada ya kwenda kuanza kuishi peke yako, kuna vitu vinaweza visiende sawa ile yeah. Dhana ya maisha ambayo unaweza kwenda kukutana nayo inaenda tofauti, itaenda kufuta sasa ile dira yote ya maisha ambayo ulikuwa unayo. Lakini kama ungekuwa uko kwa nyumbani, maana yake ni kwamba hata kama ulikuwa una dira, ungeweza kumaintain kwa sababu si uko nyumbani hata kama mipango ingekwama maana yake ni inge kwamba ma, ingekwama tu mipango ya kuiendea hiyo dira, lakini ile dira kufutika inakuwa ngumu ngumu, kwa sababu bado iko pale pale. Lakini ukienda kujitegemea, hata mzazi au ndugu jamaa wanaweza ukawa ni sehemu ya support kuifikia hiyo dira yako yeah. Of course kama unakuwa umewashirikisha, kwa sababu tumekuwa na changamoto ya ya jamii ya, ya zetu kuto kusikiliza mawazo ya ya vijana ya na kuyapa kuya wakati mwingine kuna baadhi ya wazazi wameshakuwa, kuna kuna mastaa kibao, ukiwasikiliza historia za wao kuwa maarufu, utakuja kuona kwamba mwanzo walikuwa wanakinzana kabisa na wazazi wao kuhusiana na kile wanachotaka kufanya, kuhusiana kuhusiana na huo umaarufu wao. Unakuta wazazi wao walishawafukuza mpaka nyumbani kwa sababu ya, wa, kwa sababu ya vijana wao kufuatilia ndoto yao, ushaenelewa? Lakini hata kama hawatakusaidia kukupeleka kwenye ile bira angalau uh, utakuwa una ile comfortability ya kuishi pale nyumbani. Maana yake haudaiwi hii kodi, si ndio? Maana yake haudaiwi hela ya umeme. Kitendo hicho cha kutokudaiwa uh, na kutokuwa na hayo mazonge kutakufanya wewe uweze kuiendea ile dira ambayo mwenyewe uko nayo. Kwa hiyo kitendo cha kuondoka kina kina, kina kuondoka nyumbani mapema na kukosa uangalizi wa familia kinakufanya ni rahisi sana kukufanya Upoteze dira ambayo kimsingi ulikuwa unayo. Sasa hayo ni mambo manne ambayo kimsingi vijana uh, wengi ambao wanakumbana wana na hizi changamoto za kuondoka nyumbani mapema uh, amini kuondoka kwao nyumbani mapema lazima, hivi ni moja kati ya vitu ambavyo wanaweza kukumbana navyo kama watakosa watakosa uangalizi. Lakini tunazo athari chanya kwamba kuondoka nyumbani kwa, kwa kijana sio tu kunamfanya aferi, kwa sababu tumeongelea haya ambayo anaweza kumfanya kijana aogope kuondoka nyumbani lakini uh, tunazo athari chanya ambazo kijana kuondoka nyumbani kunaweza kumfanya aka achieve uh, mambo fulani fulani kwa sababu ya kuwahi kuondoka nyumbani lakini, hivi nadhani vinahitaji muda na vyenyewe kwa ajili ya kujadili. Uh, kwa leo nadhani hivi vilikuwa vinatosha sana ku, ku mention kwa vijana ambao wanawaza kujaribu kutaka kuondoka nyumbani, kwa sababu pamoja na kwamba una dira pamoja na kwamba unawaza kwamba uondoke nyumbani uende ukapate uh, achievement ya maisha fulani wajue kabisa kwamba kuna hii changamoto ambayo kama hawatakuwa wanaijua ni ngumu sana kukabiliana nayo, ila wakiwa wanajua mapema. Maanake kama unataka kuanza kuondoka nyumbani, unatakiwa ujue kwamba kuna athari hasi na athari chanya kule unakotaka kwenda. Kwa hiyo hii hali ikimtokea, ambayo tumeiongea hapa, anatakiwa ajue namna gani ya kuweza ya kuweza ndio maana tumekuwa pia washauri uh, kwa vijana wenzetu ambao wamekuwa wanakumbana na hizi hali tunawashauri kwa njia ya simu, wanatupigia tunawashauri kwa njia ya message, kuna watu wanakuja ofisini vijana. Unapokumbana na hali za namna hii, tunayo masuluhisho ya kuongea nao ili kuwaondoa kwenye hizi hali za za hii ambayo nimeitoka kuiongea hapa juu. Haya, mtazamaji, bila shaka mtakuwa mfaidika na mengi juu ya hiki ambacho tumeweza kukizungumza kwa siku ya leo. Uh, ah, Mr. Jane wa Fakta ameweza kuzungumza kwa uzuri kabisa athari hasi kwa siku ya leo, lakini panapo majali yake Mwenyezi Mungu tutarudi tena hapa kuja kuangalia sasa zile athari chanya za kijana kuwahi kuondoka nyumbani kwenda kujitafutia maisha. Ni vitu gani ambavyo kijana anaweza akafaidika navyo anapotoka nyumbani mapema? Langu jina niite, Omar Mwana wa Salum, nilikuwa mzee wa jengo, nilikuwa na Mr. General Factor almaarufu kama Matendo Enri. Yeah. hadi mwingine ciao.